Maafisa wanne wa polisi wameshtakiwa kwa mauaji ya mtoto Samantha Pendo wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2017. Miongoni mwa wanaokabiliwa na mashtaka ni maafisa wawili wa ngazi za juu waliokuwa wakisimamia oparesheni Kisumu wakati huo. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameidhinisha mashtaka dhidi ya wanne hao huku wakifuta mashtaka dhidi ya washukiwa wengine sita. Safina Chieng' Ouma ana taarifa zaidi. Ni takriban miaka nane tangu ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 zilizopelekea mauaji ya mtoto wa miezi sita Samantha Pendo na wakenya wengine, kilio cha haki kinazidi miongoni mwa jamaa za waliofariki na waliojeruhiwa. Licha ya ripoti za uchunguzi kubaini kuwa maafisa wa polisi walitumia mamlaka yao vibaya, safari ya haki imekuwa ikicheleweshwa mara si moja. Kushtakiwa kwa maafisa wanne wa polisi waliofika mbele ya hakimu Margaret Muigai Jumatatu, ilikuwa ni afueni kubwa kwa mamake Samantha Pendo, kwa ishara kuwa meli ya kupata haki hatimaye inang'oa nanga. Miongoni mwa walioshtakiwa ni pamoja na aliyekuwa afisa wa polisi John Chengo Masha ambaye ameshtakiwa kwa mauaji, mateso ya binadamu na ubakaji chini ya sheria ya uhalifu wa kimataifa. <tikula>

Lina Kogei ambaye pia alihudumu Kisumu wakati huo amekabiliwa na mashtaka ya mauaji yanayohusiana na matukio ya tarehe 12 mwezi Agosti mwaka wa 2017, wakati wa operesheni ya polisi dhidi ya wananchi. Aidha, inadaiwa kuwa maafisa hao walihusishwa na kuchukua pesa kutoka kwa waathiriwa mahakama. Aidha, ilielezwa kuwa mshukiwa 11 katika kesi hiyo, polisi mstaafu Mohamed Ba, bado hajakamatwa. Baada ya kukagua faili za kesi mkurugenzi wa mashtaka ya umma aliidhinisha mashtaka dhidi ya maafisa hao wanne na kufuta mashtaka dhidi ya washukiwa wengine sita. Hatua hii imekosolewa na familia ya Baby Pendo na baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu. But I know our judge know what will happen. We therefore urge the judiciary to ensure that the cases against the four officers who took plea today are expedited. Safin Acheng Oma, Runinga ya Citizen